Mwanzo kabisa ningetaka kuchukua fursa hii kukemea yale matamshi ya gavana wa kaunti ya Nyeri kuhusiana na kifo cha the prime minister Raila Amolo Odinga CGH na niweze kusema kwamba hayo maneno hayangefaa kabisa kutoka kwa mtu yeyote na hasa kwa kiongozi wa nchi yetu yetu ya Kenya na mdogo wa mwenyekiti wa Council of Governors. Mwenda zake zile rights ambazo sisi tuna enjoy kwa kutoa matamshi hayo kwa ku make those posts katika social media zetu. Yule ambaye alipigana kabisa hadi akakaa jela kwa miaka mingi ni huyo ambaye mnajaribu kumkejeli. Kwa hivyo tuwache apumzike kwa amani, but the spirit ambayo alikuwa nao ya unity of the country tuendelee kuihifadhi a legacy for him. Lakini pia ni waonye wenzetu ambao kabisa wamekerwa pia sana na matamshi haya, wakiwepo viongozi wa ODM, msichukulie haya ni kama ni matamshi ya wakikuyu wote ama wa jamii moja. Hayo yalikuwa matamshi ya mtu moja binafsi, na tukiweza sasa kuanza kusema basi kwa sababu Kahiga alisema hayo ni maoni ya Kimani, hayo ni maoni, ni maoni ya Njoroge, hayo ni maoni ya Kamau, tutakuwa tukiingia kwa mtego ambao huyu Kahiga alikuwa anataka tuingie ndani, na tutarudi tena kwa ile ambayo last week sisi wote tulikuwa pamoja tukisherehekea umoja wa kitaifa. Tukienda tena kuingia kwa mtego ambao tumetegewa na huyu Kahiga, tutaweza kupoteza Uh, zile steps mingi ambazo tumefanya kuhakikisha kwamba kuna unity na kuna utengamano wa jamii zote katika nchi yetu ya Kenya.